Lakini kipekee sana nimshukuru Rais Samia kwa kunileta Iringa. Kama kuna jambo jema la kwanza, ni kuniteua kuwa mkuu wa mkoa, kunileta Iringa. ameniongezea jambo kubwa sana katika utendaji wangu. amenifanya nimejua mambo makubwa zaidi yanayoendelea Iringa. namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa heshima hiyo. Mimi na familia yangu wa siku zote tunaamini tuna deni kwa amekuwa mwema sana. Lakini pia nashukuru wananchi wa Iringa. Naamini leo nadiriki kusema, nadhani hii ni halmashauri kuu ya mkoa ya kwangu ya mwisho hii, na mimi nimekata shauri, namwonea wivu rukuvi yee kukaa muda mrefu bungeni, nataka na mimi niende huko namwona hakika ndashinda uko na uko, nakwenda kwa hiyo. Mimi nawashukuru sana, nawashukuru sana na wale wote ambao mtakuwa mnagombea, nawatakia mema. Mwisho nataka kusema jambo moja, mwenyekiti CCM Iringa iko salama sisi mwa Iringa ina nguvu sana sasa, so inawezekana wewe individual usiwe na nguvu, lakini sisi tuna nini, ina nguvu sana ambayo hiyo ndiyo jambo jana itoa taarifa kwenye kamati ya siasa kama ile ulitueleza hapa ya kwamba anakwenda kugombea Kwa hiyo kama alivyotuambia hapa, kuna uwezekano ikawa ile ya jana ilikuwa kamati ya siasa kwakia mwisho kwa mkuu wetu, na leo hii ikawa ni halmashauri kuu ya mwisho wa kileni. Sasa sisi tuka tunasikitika upande mmoja, na yeye anasikitika upande wa pili, kwa sababu Mheshimiwa Serukamba tumeshirikiana naye vizuri sana, ni mshauri mzuri sana, ni mkweli. Kama mnakumbuka alipofika hapa, wale waliokuwepo kwenye kao cha Mwanza, alisema yeye kitu ambacho akitaki ni majuu, mtu akienda kwake amweleze habari zenye ukweli, sio za majuu. Na kipindi chote ambacho tumefanya naye kazi ushauri wake kwenye chama ulikuwa unatusaidia sana, akisikia jambo anatueleza. Na kwa jinsi tulivyokuwa na ushirikiano mzuri, mimi, katibu wa mkoa ndugu wetu Salim, mara nyingine tulikuwa tunakwenda nyumbani kwake, ulikuwa mkoa tunakaa tunapanda